Bonifasi Mwangi Kariuki, mchuuzi wa mtaani, mpambanaji kutoka jiji la Nairobi, aliyepigwa risasi na polisi kichwani wakati wa kupinga kifo cha mwalimu kijana na mwanablogu Albert Ojwang, sasa ni mgonjwa asiyeweza kufanya kazi, yaani ubongo wake umekufa. Haya ni kwa mujibu wa familia yake, ambayo imesema kuwa risasi iliyompiga iliharibu sehemu ya ubongo inayoitwa brain stem. Familia hiyo sasa inakabiliwa na hali ya sintofahamu iwapo wataendelea kumweka Bonifasi Mwangi mashine ya kumsaidia kuishi au la. Familia ya Bonifasi Mwangi kijana mwenye umri wa miaka ishirini na mbili imesema kuwa madaktari wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta imetangaza kuwa ubongo wake hauwezi kufanya kazi, hivyo umekufa, ingawa moyo wake bado unapiga na unaendelea kufanya kazi. Na sasa kijana huyo anaendelea kuishi kwa msaada wa mashine ya kupumua. Lakini je, inawezekana mtu akafa ubongo huku viungo vyake vikiendelea kufanya kazi? Dr. Felix ni Kotosia ni daktari kutoka hospitali ya mkoa ya Rufaa ya Mawenzi mkoa ni Kigoma, ambaye anahudumu katika kitengo cha wagonjwa wa dharura ICU, anaeleza kwa kitaalamu kama inawezekana mtu kufa ubongo na bado viungo vingine vikiendelea kufanya kazi kazi. Ikiwa ule mfumo wa ubongo unao ratibu a utendaji kazi wa moyo uko hai, mifumo mingine inaweza ikawa haiko hai. Fano mfumo mtu akawa yuko hai moyo unaendelea kufanya kazi akini ubongo ukawa umeshindwa kufanya kazi, kwa sababu seli zake zimekufa, nazo zikawa zimekufa kwa sababu mbalimbali, ikawa kukosa oksijeni ndani ya muda mfupi ambao una hauzidi dakika tano. Lakini pia kama hivi tunavyoongelea risasi ambayo mtu amepigwa. Kulingana na sheria za nchini Kenya, mtu anayesaidiwa kuishi kwa mashine hawezi kuzimiwa mashine, hivyo familia hiyo inalazimika kusubiri hatima ya kijana huyo. Gharama ya matibabu hadi sasa imefikia shilingi milioni tatu nukta tano za Kenya, na familia hiyo inasema kuwa bili inaendelea kuongezeka. Familia hiyo imesema kuwa hakuna kiongozi yeyote wa serikali aliyejitokeza kuwasaidia, na sasa wanategemea misaada ya wahisani ili kukabiliana na mzigo mkubwa wa gharama ya hospitali. Swali kubwa miongoni mwa watu ni je, mtu ambaye amekwisha kufariki ubongo, je, anaweza akapona? Dr. Nikutusia anaeleza kitaaramu. Tunasema kwamba wagonjwa ambao wanataka changamoto kama hii huwa wanapona na huwa wapo wapo kabisa katika jamii zetu, ni wale wagonjwa ambao anataka kujisaidia, wanasaidia hapo hapo, anataka kula lazima aishe, tunawatoa juani, tunawarudisha ndani, ni wale wagonjwa tegemezi kwa asilimia mia moja yaani vitu ambavyo angevifanya mgonjwa awezi akavifanya mfano angeweza kutembea kwenda weshroom au kwenda msalani lakini kwa sasa anakuwa hana uwezo angeweza kujirisha kwa mkono wake mikono yake yote haifanyi kazi anarishwa angeweza kukaa au kutembea au kujongea kwenda sehemu fulani hana uwezo koo ni wale wagonjwa ambao wanakuwa asilimia mia anategemea Boniface Mwangi Kariuki alifyaturiwa risasi kichwani kwa karibu mnamo Juni 17 katika maandamano katikati mwa jiji la Nairobi. Kisa chake kimezua ghadhabu na masikitiko kutoka kwa mashirika mbalimbali ikiwemo Tume ya Afrika ya haki za binadamu na watu, ambayo katika taarifa yake ililaani vikali tukio hilo la kupigwa risasi kwa Boniface katika eneo la biashara kuu la Nairobi CBD. Taarifa hiyo pia ililaani ukiukwaji wa haki ya kuishi na usalama binafsi unaofanywa na polisi. Tume hiyo pia ilionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mwenendo mpana wa ukatili wa polisi, matumizi ya watu wasio wa kiserikali wanaotumika kuvuruga maandamano na vizuizi vinavyowekwa dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na hatua ya mamlaka mawasiliano Kenya kupiga marufuku vyombo vya habari kuripoti maandamano hayo. Tume hiyo ilivitaja visa kumi na kenda vya kupigwa risasi, kujeruhiwa kwa watu mia tano thelathini na moja pamoja na visa kadhaa vya unyanyasaji wa kingono. Kitu pekee tunachoomba ni haki kwa Bonifasi Mwangi Kariuki. Hicho ndicho kitu pekee cha msingi tunachokitaka, haki kwa mtoto wetu, amesema Emily Wanjira, ambaye ni msemaji wa familia ya Bonifasi Mwangi Kariuki. Hii ni Msasa Media. Kwenye mitandao ya kijamii tunatumia Msasa Online. Msasa kisasa zaidi.